Okay, ni ndani ya Melissa TV inaitwa Shikuku, hapa tuko na mgeni wetu anaitwa Mr. Kumino Mark, vile unaelewa eh, Mark Kumino angelipenda kuwania kiti cha eh, wadi ya kule eh, Mheshimiwa mweshimiwa Mark Kumino, karibu sana ndani ya Melissa TV na utuambie leo u, uko na mgeni gani? Asante sana ndugu yangu. Ah, niko sawa ukisikia niko sawa na niko fresh, kwa hivyo niko tayari kwa kukivu ile wadi ambayo utaleta kulingana na nchi yetu venye imekaa. E, bila shaka Mheshimiwa wanasema ako sawa ako freshi na ako tayari zaidi, peana ku, e, ama kuambia wananchi, kuongea na wananchi wa chapaja, wote yale maneno mabaya kidogo ningelipenda kuwafanyia Mheshimiwa, eh, labda tukianza katika eh, nchi yetu ya Kenya. Je, jinsi vile unaona nchi ipo iko katika hali ilioa, nchi yetu, ama unaona kuna shida mani, kunashaka nchi yetu inaelekea papaya sana. Hiyo si ati tunapichana ati oh, nini. Hapana, nchi inaelekea papaya sana. Iko sawa bwana, ni in condition. Nchi yetu iko katika hali mbaya, na tukiendelea hivyo nchi iko inaangamia. Je, unamaanisha nini unaposema labda iko yiko, katika hali hiyo, labda sio sawa? Ukiangalia wananchi kwanza, wanakumbana na tatizo la kiuchumi, ninakumba kila mwananchi. Alafu kuongezea mauaji kwa wananchi yamekuwa kitu sana kiholela. Just imagine wapo Mheshimiwa mpunga anaweza wao kwa mazingira kama hayo, na mwananchi wa chini naye atafanyiwa na mwanakazi. Vijana ndio hawa, wakienda kutafuta haki yao kwa barabara wanauawa kiholela na hakuna haki inatendeka. Kwa hivyo hiyo tuseme nchi inaendelea vizuri kweli? Wacha tu tuongee ukweli, tuongee ukweli a, kuna haja aja ya kuficha vitu. Nchi inaendekea papaya tahata. Bila shaka, mheshimiwa anasema kwamba nchi kidogo haiendi sawa, jinsi vile anavyosema mheshimiwa, iaksi labda sauti yao taiweka katika hali Unaona, e, e, kazi ya manini maana tunasema watu wanaa waaledea kama kama hakuna kazi e, wanamndu kumenyanafanya. Kwa hivyo hata ukiwa papa katika poma mwezi kati, mtoto akikosa unapika, mtoto akikosa unapika, utakuwa unaharibu musasi muzuri, unaitanga familia yako, unaikaisha chini, unatoa masharti na mwelekeo muongozo wa kuongoza poma. Kwa hivyo saai ili kitu tunaona ni ile kitu tunaita intimidation. Hiyo si uongozi. Yaani wanatafuta mtu akinuka hivi ama apinge kitoko swala fulani ama aongee ukweli ni kuuawa. Mtu akiongea kitu kutaka kukosoa pahali kitoko ni kutishiwa. Sasa hiyo si uongozi hata, hata hapa eh, not really